Kati ya Wakanani n yani, unajua huko nyuma ilikuwa ni Wakanani ndio wanakaa kati ya Waisraeli, lakini sasa wamemezwa kabisa. Yani sasa wao <laughs> Waasheri ndio Wakanani sasa, yani wameingia wamemezwa kabisa, wamebebwa hao wenyeji wa nchi. Kwa, kwa nini kwa nini? Wamemezwa kwa sababu hawakuwafukuza. Naftali naye hivyo hivyo, naye Naftali alikaa kati ya Wakanani, hakuwafukuza. Dani ni hatari kabisa, 34. Dani yeye ndiye akafukuzwa sasa. <coughs> Msipowaongoa watawaongoa, msipo wafukuza watawafukuza. Msipowaleta kwa Yesu watawapeleka kwa shetani. Haiwezekani kuwa neutral. Wateke wasikuteke, wateke wasikutese, amen. Leo sisi ni Israeli ya kiroho, nasi tuna miungu katili sana ya kisasa iko katikati yetu, miungu katili kama ya mabaali maashtores, moleki, ashela, wamo wako pale Kigoma, wako Mbeya, wako Sumbawanga, wako Morogoro, wamejaa kwa wingi Dar es Salaam, Mwanza mpaka wanafulika. Wapo wale kina moleki, kina ashtores kina ashera wapo. Na sisi ndio tumepewa nyundo ya kubomoa bomoa visanamu vyao, tumepewa hiyo kazi ya kuviondoa. Ole wetu tusipoviondoa, ndipo neno linavyosema ole. Na kwa nini ni ole? Tusipovibomoa, watoto wetu wataenda kuviabudu, wake zetu wataenda kuwa ndio makuhani huko, waume zetu ndio watakuwa masponsa wa Moleki, vichanga vyetu vitachomwa moto vikiwa hai. Leo tunao miungu wakatili, wakatili, na kwa ah, bahati mbaya wamo ndani ya kanisa Ninaogopa kusema wako hapa guta. Kuna watu wamewabeba kwenye mabegi yao, wamekuja nao guta, wamepaki kwenye mabasi yao, wamekuja nao guta. Maadui zetu hawako mbali mno, wako katikati yetu. Tunapopambana kubomoa miungu huko nje tusiiheshimu iliyomo ndani. Yeah. Maana ni hiyo hiyo moleki, wa ndani na moleki wa nje ni yule yule, tuibomoe, tusiionee haya, tusiiheshimu kwa vile imevalishwa suti na tai na imeshikishwa Bibilia, tuibomoe. <coughs> Yeah. Maana tusipoiteka itatuteka, tusipoiteka itatutesa. Ole wetu tusipoibomoa ulevi. Ni Mungu katili sana. Mtu mzima amesoma mpaka na PhD, ikifika siku ya mshahara anabebwa kwenye mkokoteni kurudishwa nyumbani, amelewa chakali, hawezi hata kuendesha gari lake. Huyo sio moleki huyo Mbona huyo anamtesa, jamani? Yesu anasema tuwahurumie, ni kondoo asio na mchungaji, tuwahurumie, tuwalete zizini. Eti mme anaua mke wake, anamchoma na moto hivi, sio astole huyo, sio asela huyo, sio bahari mwingine. Leo tuwalete kwenye ujuzi wa neno la Mungu. Wajisalimishe chini ya bendera ya Emanueli wapone. Eti mke anamwekea sumu mume wake, eti house girl anaweka sumu familia nzima, inalala kimya. Nimeona kwenye news jana, majeneza yamejipanga ya, ya wanafamilia baba, mama, watoto Hausigelo kawawekea sumu, wamekufa wote. Huyo siyo ashela huyo, situmlete huyo, hausi gelo kwa Yesu aokolewe. Tusipowateka watatutesa. Eti baba, baba anabaka binti aliyemzaa <coughs> michache iliyopita ilikuwa kwenye taarifa ya habari. Mama akasikia, hey, we mama, mbona mjinga nini? Mume wako anatembea na binti yenu. Ah -ah, mnamsingizia ah -ah -ah. Wewe haya, njo tukuonyesha siku ya siku <laughs> majirani wakamchukua mama, twende, wakampeleka kwenye baa iliyokuwa na guest house ni miaka kadhaa imepita. Nashukuru serikali iliposikia hiyo taarifa ilimfukuza kazi yule baba, sasa hufai kuwa mwajiriwa wa serikali. Lakini mama aliposhuhudia akasema hii, mm -mm. siwezi <coughs> walikuwa na kijana wa kiume akamchukua, akamnywesha pombe, akamwingiza kwenye chumba chao master bedroom Kijana kavuliwa nguo, mama kavua nguo, baba anarudi, anawakuta mama na mtoto wako pale. Mama akilalamika, anasema kwani wewe ile hivi sio molekio. Hayo ni yaliyotangazwa kwenye taarifa ya habari, ambayo hayajatangazwa ni mangapi? Tusipoharakisha vijana, tusipoharakisha kuhubiri injili Dunia imeoza, dunia hii imeoza, sio mahali tena, tusiridhike na hali ya dunia. Tuendeni tu, tuwaeleze watu habari ya Yesu anayeokoa. Ujangili, madawa ya kulevya, hivi ah. Hivi nilisikia pasta anatembea na mwanakwaya hivi, nilisikia ni haya masikio niliyosikia. pasta Mchungaji wa kiroho anafanya uzinzi, kama sio bahali hiyo ni nini jamani? Na hivyo ni vibahali vimo ndani ya kanisa, hivyo ni vinyago vya kuvivunjavunja ndani ya kanisa. Kanisa linataka kumfuta binti, ana mimba. Anasema binti, binti. Pasa anasema jamani, tumsikilize binti. Wazee tunamsikiliza wa nini? Ushuhuda hiyo ni tumbo, sio baluni mchungaji, hiyo ni mimba. Anasema ndio, lakini lazima tumsikilize. Mbona <coughs> <coughs> eh, Pasa unataka kuleta vurugu na kuondoa amani kanisani. Kanisa lina utulivu, miradi inaenda vizuri, mbona unataka kuvuruga pasa? Anasema lazima tumsikilize. Sijui pasta naye nini kilikuwa kinamsukuma bwana. Binti akaja. Akasema kweli wazee, mimi nimekosea kabisa na nina stahili adhabu, lakini naomba ili ili baraza liwasaidie wafuatao. Akaanza. Mzee, Mzee wa kanisa fulani, bini fulani. Mzee akanyanyuka, siyo ajenda ya leo hii, siyo ajenda hii, siyo ajenda ya leo. Hebu acha wewe, hacha ha, mzee tarehe fulani hoteli fulani ilikuwa ni wewe au? Sasa pasta haya, <gibu> ndio tulikuambia, huyu binti hatatuchanganya, huyu pasta ana sana nakulinda. Binti endelea. <gibu> Mzee mkuu wa amo, unakumbuka wiki iliyo, yani mpaka <gibu> kabinti anamaliza nusu ya baraza lilikuwa linaadhibiwa. <laughs> Sio, sio, maashera hayo yapo ya ya ndani ya kanisa. Sio maashera hayo ya kuyavunjavunja ndani ya kanisa, idara ya vijana, ili tuongoze pamoja na Kristo. Twendeni tuvunje vimiungu miungu hivyo, yeah. Isiwepo ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana hawezi kuongoza na sisi na uchafu huo, hawezi hawezi kuongoza na sisi na uchafu huo. Najua wanaoyatenda haya hawana Mungu, hawana Mungu. Twendeni tuwaongoze vijana wai hawa kabla hawajaangamia. Wengi wengi wanataka neno la tumaini, na ni sisi tunaoweza kwenda kulipeleka neno hilo la tumaini. Wengi wanahitaji k